Habari wapendwa, karibuni tena kwenye chaneli yangu. Leo nitaenda kuonyesha jinsi ya kukanda unga wa pizza, namaanisha ule mkate wa chini ule. Kwenye chombo cha kukandia weka unga, hamira, sukari, chumvi, maziwa na maji. Kama unatumia mashine weka spidi mbili kwa muda wa dakika nne, na kama unatumia mkono, kanda mpaka unga wako ushikane, uwe donge, endelea kukanda, kisha weka mafuta. Nimetumia mafuta ya mzeituni au olive oil nikishaweka mafuta nitaweka spidi nne, nitakanda kwa muda wa dakika nne tena. Unga wangu umelainika, kisha nitautoa nitauweka kwenye bakuli lenye mafuta. Nitapaka mafuta juu ya donge langu, kisha nitafunika, nitauacha kwa muda wa lisali moja au mpaka utakapoumuka vizuri. Donge langu limeumuka, hivyo nitakanda Mtanyunyizia unga sehemu ninayofanyia kazi, kisha nitaweka donge langu, ntalikanda kutoa hewa na paka unga, nitasukuma kidogo, nitasukuma kidogo hivyo, kisha nitaweka kwenye chombo nachoenda kupikia pizza. Mimi napika pizza ya mstatili. Wewe unaweza ukatumia duara. Nimesambaza donge langu, limeenea vizuri, naweka hiyo pizza sauce na nasambaza hapo. Nimepaka pizza sauce yangu, naanza kuweka toppings ambazo napenda mwenyewe. Nimeweka kuku hapo, nina cheese tayari, hoho, vitunguu na chizi tena, nitaenda ku hakikisha unaoka kwenye oven ambayo ilishapata joto. Hapo pizza yetu imeiva, itoe, kata hapa na kuonyesha mkate huo. Hapo mkate wetu hapo umeiva vizuri na mlaini. Ukiangalia video inapoanza mwanzo, ni pizza ya nyama, hii ni pizza ya kuku, lakini mikate inafanana. Asante kwa kuangalia video zangu.